Zaidi ya watu 40 wamepoteza maisha na mamia ya wengine hawajulikani walipo baada ya jengo la makazi eneo la Tai Po, Hong Kong, kuteketea kwa moto mkubwa siku ya jana Jumatano Novemba 26 mwaka 2025, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Taarifa zinasema kuwa moto huo ulianza ghafla katika moja ya majengo yaliyokuwa yakifanyiwa ukarabati na kusababisha wakazi wengi kukwama ndani wakihangaika kutafuta njia za kuokoa maisha yao. Katika taarifa ya polisi iliyotolewa hii leo Alhamisi, wanaume watatu wanaohusishwa na kampuni ya ujenzi iliyokuwa ikisimamia ukarabati wa jengo hilo wametiwa mbaroni. Polisi wamesema wanaendelea kuwahoji kwa tuhuma za uzembe uliopelekea maafa hayo. Maafisa wa uokoaji bado wanaendelea na juhudi za kuwatafuta watu waliopotea, huku idadi ya vifo ikitarajiwa kuongezeka kadri operesheni inavyoendelea. Serikali ya Hong Kong imetoa pole kwa familia zilizopoteza ndugu zao na kuwaahidi uchunguzi wa kina.